Rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba ziwe pamoja nawe. Sasa ningependa nzungumze kidogo na viongozi kwamba msituharibie ujirani wetu kwa maneno yenu. Wanasiasa kwa kauli zao zisizochujwa kwa chujio la diplomasia zinaweza kuleta mzozo wa kikanda. Kutoa kauli za kuwafurahisha wakuu kwa sababu ya tumbo ni janga kwa taifa. Wabunge na wanasiasa wenye dhamana wanapaswa kufundwa ili wajue nini waseme na nini wanyamanze. Sisi wananchi tunahitaji kuishi kwa ujirani mwema, maana hatushibi ama kupata maendeleo kwa majibizano ya kisiasa. Wananchi tunahitaji barabara nzuri, huduma bora za afya, elimu bora usalama na kupata nguvu ya mauzo na manunuzi ya bidhaa ikimaanisha biashara na mambo mengine kama hayo. Lakini lugha chafu, majivuno, mivutano ya kisiasa siyo hitaji letu sisi kama vile raia. Mizozo ya kisiasa baina ya nchi na nchi inasuluhishwa kidi, kidiplomasia na sio kwa jazba maneno mengi au asila au matusi. Nchi zote zimebeba raia wa nchi hii na nchi hii, mfano Kenya, kuna raia wa Tanzania wanafanya biashara au shughuli nyingine, aidha za kidini au za kinini, na Tanzania hivyo hivyo, kuna Wakenya wanafanya shughuli kama hizo. Hebu tusiwaumize wananchi na biashara zao za ujirani. Hivyo maslahi mapana ndio anapaswa kuangaliwa na sio mapenzi ya mtu. Kwa hiyo wanasiasa wasikurupuke kutoa kauli chafu kwa kujifanya wanampenda na kumlinda rais, kumbe ndiyo wanamchafua rais wetu na taifa letu kwa ujumla. Maana yeye hakuongea wanavyoongea, ila wanaongeza chumvi ili wapate ujiko wa kisiasa na kuziba upepo wa majigambo yao ambayo hawajafanya maendeleo kwa miaka mitano. Hao hawana kingine zaidi ya uchawa na kutaka uteuzi basi. Wala hawampendi hawa rais bali matumbo yao mapana. Hivyo basi wale wenye dhamana waliangalie hilo, na kwa upande alivyonyosha maelezo, basi waziri wa East Africa Community au mambo ya nje aungane na Mudavad, karibu na utani, karibu na utani zinahusiana kiuchumi kwa karibu mno. Tena wenzetu wamewekeza hadi uko kuliko sisi kwao. Basi tusibomoe nguzo za East Africa kwa maneno ambazo baba zetu walitumika kuzijenga kwa jasho na damu. Koyo, ningependa viongozi wa kisiasa walitambue, kwa sababu sisi kama wananchi tunahitaji kuona amani, upendo na ushirikiano, sio kuzozana zozana. Basi Mwenyezi Mungu alibariki taifa letu la Tanzania pamoja na viongozi wake, waweze kutumika kwa hekima na maarifa pamoja na haki, ili wananchi wafurahie. Nawatakie siku njema.